Sasa ni wakati wa kizimbani jamani, mm -hmm. E, tuwekane sawa okay. Si hakimu kasema, mm. Hakimu kasema wenye tabia potovu, mbaya na zinazokera, wote kizimbani, wote kizimbani, wote. Kijana unaitwa nani? Koti inakuuliza kama una malilio yoyote mbele ya koti, wewe unaelewa? Amekwambia unaweza, kama uelewi si unasema mheshimiwa, mimi sielewi Bora. Na hii inaanza na wewe. Kizimbani. Haya, tunataka jamii bora, halafu jamii bora inaanza na wewe, na wewe. Yeah, wakati huu uh -huh. Kizimbani bwana, kizimbani siku ya leo jamani, uh -huh. Leo jamani, haya <laughs> mambo ya kwamba uh -huh mwenzako nazungumza hoja, we uko bize mwenzangu hivi tu alafu, alafu kuna goma hapo takwenda kulipiga mm. la ndoa ameimba um, aslei na hadijakopa ah. Hmm, wanawake tunajifanya tunawasapu Nandia sasa kuna doa, watu watatuwasapua watatuwasapuausitied eh. <laughs> hiyo hiyo utaipiga tukimaliza Kizimbari. Tukukumbushe pia tuko live kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika radio utaona live bila chenga lakini pia ukurasa wetu wa YouTube unaandika Kwizera TV mm. na pale usisahau kusubscribe, ku-like, ku-comment pamoja na kushare, kushare. mambo yeah. Nakuwa vizuri sasa leo kwenye kizimbani mm. uh, tabia ya baadhi jamani ya wanandoa mm. mnaokuwa bize na simu wakati wa mazungumzo muhimu ya familia. Unajua Ay. hata <laughs> faraga mm. Watu wengine wanatafsiri wana, wana unavyojua wenyewe lakini yeah. Ni yale mazungumzo ni ya kujenga familia yeah. kwa okay. Mfano kuna kaela kamepatikana mm -hmm. yeah. asima e mm. Kuna laki tano nimeipata hapa mama. Ha, hivirudia tena umesemaje kwani? au ndio unasema nimependeza udada cheki alipopaka plastiki mm. yake? Au unaongea naye hmm. jambo la pesa alafu yeye anakuja kuku, kukujibu kwamba chakula kiko tayari mezani, yaani anakujibu tofauti na kilichokuwa naongea. Kwa nini, si mmemchanganya yeye nakata mudi eh, mpaka unajiuliza hivi huyu ndio <laughs> <Vipi? laughs> ananielewa ana kweli? Ananiheshimu kweli? Anatambua wajibu wake kwenye familia ni upi? Wakati mwingine watu wanatafsiri kama ni kiburi ya yeah. Mwingine mm. anaweza kujua kwamba ni kiburi mm. ndio, so maana so. kuna ile kwamba kabla hatujaoa hatujaolewa, inabidi kufundwa Yeah, ndio. Ujue vitu vyote hivi natakiwa tuelekezo, bwana, unapokuwa unaongea na mme wako na mke wako ndani hey. Unatakiwa uwe katika mkao gani? Kwa hiyo unamaanisha kwamba gani, makungwi wana kazi kubwa sana. Mno, mno, mno. Licha ya kwamba makungwi pia wanaweza kufanya kila kitu. Yeah, ndio. Lakini mtu mwenyewe yule ambaye anakungwa sasa yuko tayari jamani, kiukweli hii inakata mudi sisi wanaume. Unajua mara nyingi hatupo bize sana na, na, na hizi simu. Wanawake baadhi yao, nazungumza naye jambo la kujenga jamani, nimepata laki mbili, akatununue nini ambacho tutakiona ndani ya nyumba. Ah, ni kununulia kava jipya. Simu ikidondoka isipasuke. Ndio maana mm, kuna kibonzo kimoja niliona mama mkwe tuseme mama wa, wa, wa mume ndio mm. Akamwambiaje mtoto wake kwamba e, siku moja wamtoe mke wako hauti mm. Eh, mpeleke kwamba mkaemee vitu, yani mwache tu achague kile anacho mm. anachoweza kukichagua pale mtakapoenda, Okay akianza kuchagua s mwanangu hapo huna mke hmm, lakini akichagua hunga vitu vya ndani hujhuyu hmm, ni mke hmm. Hata, hata ile umeleta pesa kwa maana wamba umepata labda kaela kako mwisho wa mwezi hmm, unapomwambia mama hela hii imepatikana, uh, hii nimekupatia hii tufanye nini mawazo ambayo atakupa ndiyo yana tafsiri sahihi, kwamba hapa nina mke au nina nina tuseme kwamba msaidizi na msaidizi, maana ndio wasaidizi wetu, au walitolewa kwenye ubavu. Yaweza kuwa una mke ila huna mke bora, ndio una mke ila huna mke. Na sio kila mwanamke ana sifa ya kuitwa mwanamke, sio wanaume ninyi mna vitu vyenu vya kuangalia. Mimi naona tu mawazo yako hata kama W wengine wanasema kwamba mwangalie yule sura yake, labda pua yake. Mimi hiyo hiyo pua nimeipenda, lakini na mawazo yake. mm -hmm. Sasa wale ambao mnakuwa bize, jamani, hata baadhi ya wanaume utakuta mke, mke wake anamsemesha maneno muhimu yeah, yuko bize, yeah, yuko bize, sawa. Tunajua unaangalia sijui lakini, lakini kuna watu wengine wanafanya kazi mtandaoni. Ni kweli, lakini nishisa, kuna wakati, wa ah, kuna wakati. Kuna wakati. ni yani hey. siku zote mtu ambaye unaambatana naye mm, unasema kwamba ni mwenzi wako, ndio siku zote ni waga. Tunasema kwamba kuna msemo mmoja unasema kwamba eh, mwanaume mwenye mafanikio kuna hey. mwanamke mm -hmm. nyuma yake mm -hmm. lakini sio mwenye, mwanamke tu jina mm -hmm. bali mwenye hakiri na maono Mm, kwa sababu mara nyingi sana uh, sisi wanaume mm -hmm, okay, tukiwa na wenzi wetu mm, tunawapokea katika mawazo mbalimbali anakuwa anatupatia, kwa sababu tunaamini kwamba tunaishi tuko sehemu salama zaidi, kwamba unaamini kwamba huyu akinipa mawazo mazuri nitayafata. Ina maana kwamba akikushauri kitu kibaya mm, ni rahisi sana kupokea, kwa sababu ni mtu yani, usipotafakari, kwa sababu unasema kwamba upendo ni upofu, kwa sababu mtu ambaye unamwamini sana unaweza kum... Ukamwamini kwa kila kitu, ukamwachia mm. Sasa bwana waja tuangalie huko mm. Aya, tutarejea baada ya matangazo hapa, maanake kidogo nipitiwe hapa mm. Lakini tutambue kwamba kuna wakati wa familia na kuna wakati wa kazi mm. Ndio tutarejea, 93.7, Redio Kwizera FM Kigoma. Walianza kusech wakasech Redio Kwizera FM kitu peperusha bendera na mlo, aa, Biharamulo twaija wote tuseme du Desemba 25 elfu mbili na ishirini na tano tunakwenda kudiparamosha zinga la mizuka ya burudani lalitemwagika Biharamulo ni kijana smart season 3 katika uwanja wa wilaya ambapo pia tutashuhudia ya mchezo mmoja wa kirafiki na wa kibabe kabisa. Baada ya mechi tunaamia ukumbini wote kwa pamoja, ndi twaija taichoro mtima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 rasmi wa bahati nasibu ya Taifa. Kwa kucheza kistaarabu, wasiliana na bodi ya michezo ya kubahatisha, piga bure 0800 110 051. Kumbe tayari na yeah. Haya jamani, mm. Ujumbe wetu sisi ndio huo siku ya leo ubize, mm -hmm. wakati wa mazungumzo muhimu ya familia ya kujenga familia mm. Sio mzuri hasa ubize wa kuwa bize na simu eh, jamani, simu zipo na e. Ndio maana kuna watu wengine ni waungwana. mm -hmm. Wakati anazungumza na mwenzi wake mm, simu anazima, anazima mm. na anaweka mbali kabisa, ndio kwamba dakika tano ama dakika kumi na tano tuongee baada e, ya hapo tuzungumze, ndio. Kila mmoja ataendelea na mambo yake kwenye simu, maana ndio haya malalamiko kwenye familia ya hapo asma mno, maana utasikia mm. wewe <laughs> uko bize tu na shughuli Mm -hmm. Hatujazungumza. mm -hmm. Sielewi mustakabali. mm -hmm. Kuna watu wengine wanasema mustakabali wetu mimi siuelewi bwana. <laughs> Eh, tunanunua mji ama tunajenga nyumba, sielewi. mm -hmm. Hasa kama hampati muda wa kuzungumza ama mnapata muda kila muda uh, kwa kwamba mnapata muda wa kuzungumza lakini kila mtu yuko busy na mambo yake. Maana yake mm -hmm. hamtafikia mwafaka wa uh, malengo katika familia yenu. Kwa hiyo nyinyi wakina dada ambao TikTok kidogo zimewaharibu jamani. mm -hmm. Hebu,

Tuangalie familia kwanza. Hilo bando na uingilia kwenye TikTok tuzungumze. Labda sio mimi. Utafanyaje? Kama mimi ni mwanusekenimekuoa, utafanyaje? na kuona unanifahamu jamani, nilimtuma mshenga kapeleka posa, bahati mbaya mkasema sijui kabla hajaingia mshenga wangu, utafanyaje? nichangie nini mimi? Nipige, nipige. Ah, kukupiga sikupigi. Mwanamke eh? Ki... yapigwi. Ah, anapigwa <laughs> yeah? ya ah, ah, ah, kwa? Yeah. Ah, ah, ah, upande wa kanga hapo. Kuna upande wa kanga ama kitenge. Na kurudisha nyumbani kidogo. Unajua lengo lake. Unajua lengo lake. Anataka umpige. Sasa mm, sasa, ukimbilie ustawi wa jamii. Ah, ah hakuna Eh. Eh. cha kumpiga kimbili nayo. Hapo kinirudisha nyumbani kwetu ndio nitabadilika tabia kidogo nakurudisha ufahamu muhimu wa si, <coughs> okay. Ndoa. Lengo, lengo kajifunze. Eh. Eh. Mama naweza nikaenda kukaa nyumbani <coughs> eh. miezi mitatu, sijui miezi mingapi unaoitaka na bado nikarudi nikiwa na tabia zile. Hakuna cha miezi mingapi eh, ni moja kwa moja isipokuwa vizuri, yaani usipojirekebisha ndio unaniongeza nani? Unakuja tatu. wanasema kwamba unanipandisha cheo. Eh, nakupandisha cheo tena. Naitwa bibi mkubwa. Eh kidogo tena mapema kabisa. <laughs> <Ha, darik. laughs> eh. Hey. Lakini wewe uweze kufanya hivyo bwana. mimi mm. Kifo ndio kiwatenganisha. Ah, hapana. Kuna wakati kubali kubadilika sasa. <laughs> hey. Kubadilika hey. tuko tayari mhm mm pande wangu mimi ah mimi sijui shida inakuwa wapi sasa. hey. wengine wengine mm. Sijui tu ni wanakuwa sijui hawajatambua wajibu wao kwenye ndoa. Kuna wakati nilikuwa nafikiria kwa nini Marekani ilifika hatua wakawa wanazuia baadhi ya mitandao kwamba isitumi, kwa mfano TikTok. mm. ah! kwamba hiyo inapoteza muda wa watu wengi, yani, anashindwa kufanya vitu vingi, fanya vitu, mtu ataweka <laughs> wimbo atajizungusha. wepaka wengi wameenda mbali zaidi sawa <laughs> Wengi wameenda mbali zaidi eh, wanaachwa nyumbani kwa ajili ya majukumu kama mama mama mm, wa familia ndio mm, mm, eh, mlezi wa familia tunasema mm, uh, mda wote ameweka shughuli zote anazozifanya ndani ametegeshea ame simu iko TikTok live mm, mm, eh, waone kile anachokifanya, lakini bora hata huyo mm, kwamba majukumu mengine anaendelea nayo na bado mm, mtandaoni. Yani sisi tunachokizungumza ni kwamba ubize hmm, wa kuwa na simu wakati mnazungumza okay. Eh, yani ile mtu anakuuliza vitu vya maana unatuma meseji habari hmm, zako sio umeshindaje? Ah. <laughs> Kuna wale wenzangu na mimi wenye mikono miepesi wale ah, <laughs> Bana mzungu feki kupitia ukurasa wetu wa mm. Facebook mm. Uh, wa Muhalulo kitambuka manyovu Kigoma, nasema kwangu, mimi naona ni dharau tupu, inapaswa pande zote mbili tubadilike, nasema asante sana. Lakini pia baraka basiwa, nawakilisha speedy development crew kutokea pande za Iringa Tanzania, nasema mm. anatutakia kazi njema. Bila shaka, hapa watangazaji tunashukuru Tuna sana Anatupata kiwa pande za Msungati Butezi, nchini Burundi, anasema mm. Kizimbani ya leo itatugusa penyewe mm -hmm. e, twikebuke rero kuli wewe mm -hmm. e, si unakaa <coughs> karibu bwana, amesema hivi Yeah, amesemaje? Kutoka Burundi tukebuke relokuri aya masimu ah, sijui nielezeje kwa Kiswahili mm. lakini sawa eh. <laughs> <Tuna shikuru. laughs> So, kuna msikilizaji mwingine pia hapa anasema ye anatusikiliza mm. na anasema mada ni nzuri sana, anaitwa Rashidi mzee wa zilipendwa tunashukuru sana Rashidi, mzee wa zilipendwa <laughs> <Tuna shikuru. laughs> <coughs> Yeshua Msuri anasema naacha kuongea na wewe mi hata kama uh, nikijiweni na kuongelesha unajifanya uko busy na simu mm, mi nakukaushia, sio shida zake. Tunashukuru sana kwa ujumbe wako kupitia wa ukurasa wetu wa Facebook wa Moni Bizuru, ndio tumekusoma pia, good luck Bereda mm -hmm. lakini pia Mbaga Chazi Kubeja, ndio tunashukuru ni sana kwa ujumbe zenu, lakini pia Wilson wikilifu kutoka pande za Kilima Hewa Ngara hasa mm, kikweli hayo yanatokea kwenye familia nyingi, tena mijini ndio wamezidi maruseke akiwa bize wakati mnazungumza, chukua simu pasua mm. na usindikize na kibao kitama. Tokea Benako kuna ustawi kuna ustawi kutoka yangu kuna ustawi huko, lakini kumpiga unaweza ukasababisha madhara mengine mm. kuzungumza kai... naye kwa utaratibu au kaingia hasara tena ya kumnunulia, e, simu si kununua simu nyingine kuongeza gharama. Yapo inakera kweli, lakini hmm. ni namna tu ya kutafuta njia ya kuzungumza naye na kumwelekeza. Siku hizi unajua kujitetea kweli sio kwamba tunajua ukweli mm. ndo huo mm. kipigo akiwezi kumbadilisha mtu moja kwa moja kama tume... hajawa tayari kubadilika. Jamani, tupigie hapo ndoa Tuka ya, ya yeah. tukamilishe sasa mm -hmm. lakini tukumbushane, bahati nasibu ya taifa imefika na leo unaweza ukashinda kwa kupiga nyota mia moja bena tisa nyota 88 nane, nane la maleri mm. lakini pia cheza loto, cheza tama na namba, cheza Speed for Cash, cheza Aa um, mchezo mwingine wa toboa chapchapu kuna mtu kule bwana anachekesha. Mhm. Uh -huh. Lakini kama utakuwa na shida piga nambari ya bure 0800782233. Amini cheza na ushinde, lakini pia utembelee wakala wa, wa bahati nasibu wa taifa na patikana karibu na wewe. Tumia USSD ya Mix by Yasi ya Kilimane pamoja na Mpesa. Jamani, vigezo ni lazima uwe na umri wa miaka 18 na kuendelea. Ndio. Ukishika pesa zishikike kule kweli, mm -hmm. Afu nakwambia cheza kistaarabu eh, cheza kistaarabu. Saa sita kamili ni taarifa ya habari. Mimi naitwa David Maruseke, niko hapa na timu nzima ya Mchakato. Mimi naitwa Asma Ahmed, Alois Elias, Hakim kasema, wenye tabia potovu, mbaya na zinazokera, wote kizimbani, wote kizimbani. Eh, kijana unaitwa nani? Wote inakuuliza kama una malibio